Kweli mashambulizi yameshuhudiwa Ijumaa, lakini kuna ishara ambazo zilianza, unaweza kusema kama cheche zilianza mapema. Unakumbuka mwezi nadhani, uh, nakumbuka kwenye ziara ya baada tu ya kula kiapo Donald Trump, ziara ya pili ya Netanyahu kwenda House, alikutana na Donald Trump uh, akamwambia kuwa ataanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na Irani kuhusu hasa, alimwambia ilikuwa ni mwezi Netanyahu hakupendezwa na hicho kitu kwa sababu kilikuja kama ghafla, lakini ikatokea siri ambayo ilitoka wakati kuo, huo kuwa kulikuwa kuna makubaliano maalum kati ya Marekani na Israeli kuwa itapotimia mwezi wa tano wafanye mashambulizi ya pamoja ndani ya Irani kupiga zile nyuklia za Irani. Sasa kitendo kile cha Netanyahu, cha Trump kumwambia Netanyahu kuwa tutaanzisha mazungumzo ya moja kwa moja ni kama Israeli hawakukipenda. Kwa hiyo Marekani ilianzisha mazungumzo ya moja kwa moja na Iran, ambayo Iran waliita sio mazungumzo ya moja kwa moja, walisema ni mazungumzo ambayo yanapitia kwa wakala. Kwa hiyo tukaona duru tano ambazo duru ya sita ilikuwa ingia hivi karibuni, uh, licha Irani kusema kuwa wameshajiondoa kwenye mazungumzo wa hayo. Sasa tumeshuhudia duru tano za mazungumzo zikifanyika kati ya miji ya Rom na Maskat, uh, chini ya uwakilishi wa Oman ambao wamesimamia mazungumzo katika haya mazungumzo kwa wafuatiliaji wengi ambao waliofuatilia haya mazungumzo walikuwa wanagundua kama kulikuwa kuna shida sehemu ya mazungumzo, kwa sababu taarifa iliyokuwa ikitolewa na Marekani na taarifa iliyokuwa itolewa na Iran ya mazungumzo na taarifa iliyokuwa inatolewa baadaye baada ya mazungumzo zilikuwa haziendani, hazi sawa, yeah. Mwakilishi wa Marekani ambaye anasimamia haya mazungumzo ni Steve Witkoff. Mara kadhaa Steve Witkoff alikuwa taarifa anazozitoa baada ya mazungumzo ni tofauti na taarifa anazokuja anazo kuzitoa baadaye kwenye mitandao Israel pendekezo lake katika hili ambao unaweza kusema kuwa Marekani alikuwa anawakilisha Israel kwenye hili. Israel ilitaka Irani kumaliza mfumo wake wote wa nuclear wende zero. Wakisema kuwa katika makubaliano haya ambayo unaweza kusema kuwa ni makubaliano ambayo Trump alijitoa mwaka 2018 kwa sababu haya makubaliano yalikuwepo 2015 wakati wa serikali ya Barack Obama. Trump alipoingia mara ya kwanza 2018, Netanyahu akampusha ajitoe kwenye mazungumzo ma ma ma ma akajitoa kwenye yale makubaliano. Sasa Israeli anachokitaka kwenye mazungumzo ambacho amekipendekezwa kwa Marekani kuwa ni lazima Irani arudishe yurani zake zero, si tu zero ahakikishe amevunja vinu vyote vya nyuklia. Yani wanataka kuufanya mpango wa nyuklia wa Irani uwe kama ulivyokuwa wa Libya. Libya mwaka elfu mbili na tatu Israel ilifanya mashambulizi kwenye vinu vya nyuklia vyote ikavisambaza, na Libya alikubaliana kufunga kabisa programu yake ya nyuklia. Sasa Israel walitaka Irani afate nyayo za Libya kufanya hivyo. Sasa Irani wakarudi wakasema kuwa kabla tuta... ya kabla, kabla kwenda huko umegusia ume, ume, ume hiyo nukta muhimu. Kwa nini Israeli anataka Irani vinu vyake vya nyuklia na mchakato wake mzima wa utengenezaji wa nyuklia uharibiwe kabisa. Israeli madai yake ni kuwa Irani ni tishio kwa taifa lao, kwa sababu Irani ni katika nchi ambayo haijakubali uwepo wa Israeli na katika kila wanachokizungumza, huwa wanasema kuwa Irani wanaota kuifuta Israeli siku moja. Kwa hiyo kama Irani akimiliki nyuklia ni hatari kwetu, lakini wakati huo wa Israel ni mmiliki wa nyuklia ambazo kuwa it's not official. hazina ukaguzi ni tofauti na nchi zote ambazo zenye nyuklia kuwa ni nchi ambazo zimesaini makubaliano ya IAEA, shirika la atomiki duniani ambalo huwa linafanya ukaguzi wa mwendelezo wa nyuklia na kila kitu, lakini Israel ina nyuklia ambazo hata shirika la IAEA halikagui. Na bado uh, taarifa zinaonyesha kuwa nchi ambazo zinaipinga Iran kumiliki nyuklia, hasa nchi za magharibi ambazo zina, zina, zina, zina, hazitaki kabisa Iran kuwa na nyuklia, ndio zimeotoa usaidizi wote wa Israel kumiliki nyuklia, lakini inapokuja kwa nchi zingine hawataki nchi zingine, na Iran wanaamini kuwa ili usalama wa taifa lao upatikane na uwezo wao wa kuweza kuhimili ni lazima wamiliki nyuklia. Lakini mara zote Iran wamekariri kuwa hatutaki nyuklia kwa ajili ya kwa mabomu, sisi sisi tunatengeneza nyuklia kwa ajili ya matumizi yetu ya ndani. Mkataba wa Umoja wa Mataifa haujazuia kurutubisha urani, nchi zote zina haki ya kurutubisha urani, lakini ni kiwango gani? Kwa kiasi gani? Kwa Iran mara zote huwa wanasema kuwa sisi tunarutubisha katika kiwango cha kimataifa ambacho kinakubalika. Mkataba wa mwaka elfu mbili na kumi na tano ambao Barack Obama aliingia ulifanya Irani ikarutubisha kati ya 3.67 ya, yaani ilishuka, kwa sababu kabla ya hapo Irani ilikuwa inarutubisha zaidi ikashuka mpaka 3.7 3.67, lakini baada ya Marekani kujiondoa Irani aliru, alirudi kurutubisha urani ambayo ikapanda mpaka asilimia 60. Kwa hiyo ni kiwango cha juu. Ili uweze kutengeneza bomu la atomiki unahitaji kufikisha asilimia 90. Sasa toka mwaka 2018 Irani anarutubisha urani kwa kiwango hicho. Kwa hiyo kulikuwa kuna mawazo Ima Irani yakubali kuvunja au pendekezo la Marekani lililopelekwa wiki jana ambalo ndio Irani alilikatana, ndio likasababisha haya. Marekani alipeleka pendekezo ambalo kuwa walikuwa wanairuhusu Irani ishushe e, uzalishaji, ishuke lakini baada ya muda, alafu baada ya pale inatakiwa ifunge kabisa programu yake isirutubishe, lakini kuwa urani ambao tayari imekwisha rutubishwa ni lazima itafutiwe nchi ikawekwe, ya tatu ikawekwe, isikae ndani ya Irani. Kwa hiyo Irani ikasema kuwa swala la la urani yetu ni mstari mwekundu, hatuna mjadala. Kwa hiyo hili ndio lililopelekea kule, lakini sasa kitu kimoja ambacho kinachopelekea mm, kwenye hili ni mashambulizi sasa ya Israeli kwenda kushambulia vinu vya nyuklia, yeah, vya Iran. Hebu okay, turejee tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu kwake. Waziri Mkuu wa Israel katika kauli yake Jumamosi iliyopita usiku alikaririwa akisema maneno haya: the iranian regime has never been weaker. Mm. This is an opportunity for the Iranian people to stand up against the regime mm -hmm. na akaendelea kusema kwamba I am with you mm -hmm. the Israel people are with you katika fasiri ambayo si rasmi, Netanyahu anasema mm -hmm. utawala mm -hmm. wa, wa, wa, wa, wa Iran haujawahi kuwa dhaifu mm -hmm. na anaendelea kusema kwamba hii ni fursa kwa wa, watu wa Iran mm -hmm. ku, kupinga, kuenda, kupinga utawala kwenda mm -hmm. kinyume mm -hmm. na utawala huo lakini mwisho anasema pia kwamba binafsi niko pamoja na nyinyi na Israel iko pamoja na nyinyi. Kauli ya kuona hii ni kama fursa kwa watu wa Iran kwenda kinyume na utawala wao, kauli ya kusema kwamba uongozi huu haukuwahi kuwa dhaifu, na kauli ya kusema kwamba yeye binafsi pamoja na Waisrael wote kwa ujumla wako pamoja na watu wa Iran, tafsiri yake nini katika mgogoro huu? Kwenye hili swala ukitazama, Moze. Kauli hii mfano, inapokuja swala la Irani ndani ya Israeli, Waisraeli wote huwaungana na wanaamini adui yao ni Irani. Haijalishi upinzani dhidi ya Netanyahu ambao unampinga kwa kila kitu, lakini inapokuja swala la Irani wote huungana pamoja. Hiki nimekishuhudia pia jana Irani, upinzani wa Irani ambao mara zote tunawajua ni wakosoaji wakuu serikali ya Irani, Jana wote wamezungumza kwenye kauli moja, kulinda utaifa wao. Kwa hiyo unaweza kuona kuwa kama maneno ya Netanyahu hayawezi yakavuka mstari, kwa sababu hata Wairani wana, wanajivunia utaifa wao na kutaka kuwa wakubwa. Hilo wanaliona. Kwa hiyo unaona kuwa wako nyuma ya serikali yao kwa kiwango cha juu, kama vile Waisrael wako nyuma ya serikali yao kwenye hili. Kwa hiyo hizi kauli zote zinabaki hivyo kuto kuwa dhaifu. Hilo linafahamika na ndio maana unaona kuwa hata Israeli alipokuwa akifanya mashambulizi Yemen, akifanya mashambulizi kule Lebanon, kote mara zote alimtaja Iran. Hotuba ya Netanyahu aliohutubia kwenye Kongres hivi karibuni Marekani, unakumbuka neno aliolitaja mara nyingi zaidi ilikuwa ni Irani, Irani, Irani, kuliko neno lolote. Maanake anafahamu kuwa Irani, Irani, Irani. Kwa hiyo, mara zote ametaja kuwa hawa wanatumwa na Iran lakini hajawahi kuingia moja kwa moja kuigusa Iran kwa sababu alikuwa anafahamu ukubwa wa Iran na uwezo wa Irani kuwa siwezi kujiingiza moja kwa moja, kwa hiyo ni lazima ni mvute bosi wangu twende pamoja kwenye hili na ndio maana unaona okay. Sema bosi wako Marekani. Una, una, una, una maanisha ni Marekani, lazima mvute Marekani waende pamoja kwenye vita kwa sababu siwezi kwenda moja kwa moja kupambana na Irani kwa sababu Irani sio dhaifu kama alivyosema sema yakuwa sio sio dhaifu, kwa hivyo isipokuwa style ya Israeli, manake ile ni style unaweza kusema, uh, mashambulia ya Israeli mfano yaliyoua makamanda wa wa wa, wa, wa, wa, wa, Irani wa Irani kina Salami na, na wengine lile hamna tafsiri zaidi ya mashambulizi ya kigaidi. Ule ni ugaidi, kwa sababu iko kinyume na mkataba wa Geneva. Mkataba wa Geneva ambao ni mkataba unaoongoza vita umeweka kabisa utaratibu kuwa hauwezi ukawalenga viongozi waliopo madarakani au kuua kitu ambacho kuwa nchi yoyote. Unajua, mnapokuwa kwenye vita, nchi nyingi zina uwezo wa kuua viongozi, kwa sababu unaweza kufanya tu shambulizi lolote ambao na ukawaua, na lakini wengi wanafata mkataba wanaheshimu, mfano kama Urusi angefata anachokifanya Israel cha kufata, unawafata viongozi unawaua, nadhani Ukraini hakuna hata mbunge mmoja angekuwa anaishi, wote wangekuwa wamekufa, kwa sababu popote walipo tunajua na tunaweza tukawafikia. Lakini kilichofanywa na Israel kuua viongozi, hiyo ni ugaidi tu moja kwa moja, na hili litakiwa lilalaniwe moja kwa moja na Umoja wa Mataifa na nchi zote zitakiwa kulani. Lakini unaona baada ya mashambulizi, Donald Trump anarudi hazungumzi kuwa vifo hivyo, lakini anazungumza kuisisitiza Irani kuwa Irani inayo nafasi ya kuamua kuacha kurutubisha Irani au itapoteza zaidi. Hiyo ilikuwa kabla ya majibu ya Irani. Sasa kauli za pili tunazisubiri tuzione zitakuwaje. Wakati tukisubiri kauli za pili tuone zitakuwaje, mgogoro huu na mgogoro mwingine ambao bado unaendelea katika ukanda wa Gaza kwa Israel, tafsiri yake taifa hili ni nini? Kwamba lina uwezo sana wa ku kukabiliana na watu wengine kijeshi. Tafsiri yake kwamba wao wanapenda kujihusisha sana na maswala ya, ku, ya, ya kuwepo katika ugomvi, fasiri yake ni nini hasa? Kuna kitu kinaitwa Greater Israel ambacho kimekuwa kikiratibiwa muda mrefu, na hii e, ukiangalia uasisi wake ni toka mwanzo wa miaka 1900, au unaweza kusema mwisho wa miaka 1800 na kitu kulipoasisiwa kile kitu kinaitwa uzayuni. Uzayuni ulipoasisiwa, hii ni sera uzayuni ambao ni sera ya Israel ambayo wanaikusudia wao kuwa Israel kubwa. Na ukirudi nyuma wakati wa kampeni za uchaguzi wa urais Marekani hivi juzi, Donald Trump alisema kuwa ukitazama mashariki ya kati unaona kuwa nchi zote ni giant, unaona nchi zote kubwa, lakini utakiona kiisraeli kidogo katika eneo. Anasema kama inawezekana kuongeza mipaka ya Israel bao inabidi ifanye hivyo. Kwa hiyo kinachofanyika hivi sasa ni sera ya uzayuni ya greater Israeli ambayo ukitazama ramani ya mipaka yake inaingia Misri, inaingia Jordan, inaenda mpaka Saudi Arabia, inaingia Siria, inaingia mpaka Iraq. Kwa hiyo ndio ndoto ya wazayuni kuwa kuimiliki Israeli katika eneo la ukubwa huo ndio maana unaona baada ya kudondoka serikali ya Bashar al-Assad haraka haraka wameenda kuchukua eneo kubwa ambalo wanalikalia mpaka sasa kuliko West Bank. Lakini husikii jumuiya za kimataifa zikilalamika lolote. Kwa nini Israel ameingia kwenye eneo? Yaani maana yake ameathiri mipaka hii. Lakini tumekiona kile ambacho kinatokea West Bank. Kutoka mgawanyo wa mwaka 1948 ambao uligawa sehemu mbili, asilimia 55 walipewa Israel, 45 wakapewa Wapalestina. Leo hii Wapalestina wamesukumwa wako chini ya asilimia 22 ambao wanaekalia, lakini bado wanasukumwa ili waweze kuachia hilo eneo. Kwa hiyo hiki kinachotokea ni utekelezaji wa sera za kizayuni ambazo zimepata nguvu sana baada ya, ku, ya kuwepo madarakani hii serikali ya sasa ya Israeli. Kwa sababu hii serikali ya Israeli ya sasa ni serikali ya right swing, ni serikali ya mrengo wa kulia ambayo haikuwahi kuwepo kabisa katika, katika, yani historia ya Israeli toka kuanzishwa kwao Israeli mwaka 48 hakujawahi kuwa na historia ya serikali ya namna hii ambayo iko madarakani ya mrengo wa kulia mkali zaidi. Sasa hawa ni wazayuni ambao wao sera yao ni Israeli Israeli, na ukubwa wa Israeli imekuja kukutana na kitu kimoja, kuwa utawala wa Trump ambao naye ni Mzayuni ambaye unasaidia moja kwa moja kwenye ngile, kwa sababu sasa hapa ni Marekani anatumia sasa ile nafasi yake ya ukubwa kuhakikisha kuwa atamlinda Israeli kwa namna yoyote, kwa kila chochote atakachofanya, na tumekishuhudia maazimio manne ya Umoja wa Mataifa, miaka miwili Marekani amegonga veto kwa kumlinda Israeli. Lakini tumeona hukumu ya ICC, mahakama ya ICC imeenda kuwekewa vikwazo na vikwazo na vikwazo hata waliokuwa wakipeleka fedha kwa ICC na wenyewe wamewekewa vikwazo, kwa sababu yote hii ni kulinda Israel, kuhakikisha kuwa wanatimiza lengo lao. Sasa kinachoshuhudiwa hivi sasa ni kitu kilichopandwa muda mrefu, na ndio maana kinakuwa. Turudi tena kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa Benjamin Netanyahu. Mbali ya yale maneno ambayo tuliyanukuu awali, tunukuu maneno mengine tena ambayo aliwahi kunukuliwa akisema aki, alikuwa akielezea Iran, Akasema kwamba Iran ni the head of the octopus, na akaendelea kusema kwamba tentacles all around from the houthis to hizbullah to hamas. Akaendelea kusema kwamba it's axis of resistance. Anahitaja Iran kama ndio kichwa cha pweza hmm, akisema ile mikia ya pweza mingi ile ni kama yale makundi sasa, ambayo yeye amekuwa akikabiliana nayo kama Hizbullah, kama Hamas na makundi mengineyo. <coughs> vita ambavyo vimeanza, hii ni direct confrontation na serikali ya Iran hii ni vita dhidi ya haya makundi, hii ni vita ya aina gani? Nadhani makundi yote Israel alikuwa tikaisha pigana nayo, ilikuwa imebaki ni Irani. Sasa maanake tumeshuhudia Hizbillah, tumeshuhudia Hamas, tumeshuhudia Wahuthi, na sasa ni, ni zamu ya Irani ambaye moja kwa moja anamtaja kama mkuu wa uwasi lakini ukirudi nyuma kwa kile anachokisema Netanyahu, tuangalie kuwa toka 1979 Irani hii ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani ambayo iliasisiwa, tunazozungumzia miaka 47 iliyopita. Je, Irani imewahi kuishambulia nchi gani katika nchi zilizozunguka hapo Mashariki ya Kati, ukiondoa vita ya Iraq na Irani ya miaka ya themanini, ambayo ilikuwa na ufadhili wote wa Magharibi? Baada ya hapo, Irani hajawahi kugusa nchi yoyote. Kwa hiyo tunapozungumza nchi uasi, je, tuitazame, Israeli haijashambulia nchi gani? Katika ukanda mzima imekuwa ikitumia kile kitu kinaitwa, uh, haki ya kujilinda, hata dhidi ya watu ambao hawawezi kujilinda, imekuwa ikitumia. Kwa hiyo ile haki ya kujilinda imekuwa ina matumizi mabaya, inaweza ikaua popote, wanaweza wakatumia chochote, wanaweza wakafanya chochote, hali ya kuwa wanalindwa na nchi ambazo ziko nyuma yao. Kwa hili fikiria haya mashambulizi yametokea, unamsikia Emmanuel Macron anasema Israeli ina haki ya kujilinda, haangali athari ya kuvunja mkataba wa Geneva wa kwenda kushambulia watu wengine, lakini anasema Israel ina haki ya kujilinda. Israeli ina haki ya kujilinda dhidi hata ya watu wa Gaza, watoto, wanawake ambao wanauawa, lakini ukiuliza wanasema kuwa wana haki ya kujilinda kwenye hili swala. Sasa ukisema kuwa mkuu wa uasi inakuwa pale, kuna, kuna nchi tatu mashariki ya kati au nne ndio chanzo cha migogoro yote inayotokea pale, kinara akiwa Israel. Unaweza kusema kuwa lakini kuna Iran, kuna Uturuki lakini kuna Saudi Arabia. Hizi ni nchi ambazo mara kadhaa zinafadhili makundi mengi ambayo yanazunguka hapa mashariki ya kati, lakini mfadhili mkubwa ni Marekani, ambaye ndio ana makundi mengine pia ambayo yako pale mashariki ya kati ambayo kuwa huanzisha machafuko ya huku na huku. Kikubwa kilichokuwa kinatafutwa hapa ni ukubwa, nani awe mkubwa mashariki ya kati. Sasa kwenye hii vita ya ukubwa mashariki ya kati, unaona kama Uturuki hapendi kwenda mbele kuwa mstari wake kuwa mkubwa, licha ya kuwa Uturuki ndio nchi ambayo yenye uwezo mkubwa zaidi mashariki ya kati kuliko nchi zote, ikifuatiwa na Iran halafu inafuata Israel. Sasa kama vita vile ya Uturuki kawachia Iran na Israeli waendelee kutafuta ukubwa. Kuna mawili yanatafuta kwa pamoja. Huwezi kuondoa kuwa Iran ilitumia nafasi yake ya kuwasaidia wa Palestina pia kujikuza mashariki ya kati, kuweka ushawishi wake mkubwa. Na ndio maana kumekuwa na mivutano ya pande mbili ya kimadhehebu, kwa sababu wa Iran wa Shia, halafu kuna upande wa pili ambao wanakuwa ni Sunni ambao walikuwa wakiunga mkono na Saudia, ukirudi kwenye mgogoro sasa wa Yemen na migogoro mingine ambayo ya, ya, nyuma hapa utaona kuwa kuna kundi moja lilikaa upande mmoja na kundi moja likakaa upande wa pili. Kundi la kisuni likawa linasapotiwa na nchi za magharibi, kundi la washia likabaki lenyewe na magrupu yake ya kishia. Sasa unaona kuwa kuna wakati watu wanajiuliza kwa nini Irani peke yake na Yemen ndio wanasaidia Palestina, lakini kwa nini nchi zingine zimejiweka pembeni? Hizi nchi kwenye vichwa vyao vinasoma kuwa Irani ana mambo yote, Irani anasaidia anasaidia ku, ku, kutafuta kwa Palestina uhuru wao, lakini wakati huo Irani anatafuta ukubwa wa kuwa yeye mkubwa. Kwa hiyo wanaona kuwa kama tutaingia kwenye hili azimio la Irani la kusaidia Palestina na Palestina ikatimia, maanake kuwa Irani atakuja juu yetu rahbi. Licha ya kwamba bunge la Israel limeunga mkono hatua ambayo taifa lao limefanya pale nchini Iran, lakini baada ya wakosoaji wa mambo nchini Israel wanamtaja Benjamin Netanyahu kama mtu ambaye anatumia hii kama turufu yake ya kisiasa kuendelea kukalia kiti cha waziri mkuu, lakini pia ikiwezekana kuendelea kuchaguliwa kwa kadri ambavyo uchaguzi utakavyokuwa unaendelea pale Israel, hili mtazamo wako ukoje, ikizingatiwa kwamba amekuwa akitumia turufu kama hii dhidi ya mashambulizi kwa kwa Palestina? Nadhani tuliwahi tumejadili mara nyingi hili swala kuhusu Netanyahu kutumia kuanzia kuitumia vita ya Gaza kwenye no. hili. Unakumbuka kuwa kabla ya mwaka elfu mbili kumi na tisa serikali iliyokuwa imeundwa before hii ya hii serikali ya kina Netanyahu ilikuwa ni serikali ya kina Yair Lapid ambayo ilikuwa ni ya mrengo wa kati na kushoto ambayo ilikuwa na muungano wa vyama nane vikiwemo vyama vingi hadi vya Warabu, ilivyodondoka ile serikali ikaingia hii serikali ya, ya mrengo mkali wa kulia ilivyoingia ikaenda kutoa majibu ya serikali iliyopita. Serikali iliyopita kina Yer Lepid na Naftal Beneti ilimfungulia mashtaka Netanyahu kwenye kashfa zake za rushwa, wizi, matumizi mabaya ya madaraka, kesi ambazo zinafahamika kama namba elfu moja, namba elfu mbili na namba elfu nne. Hizi ni kesi kubwa ambazo zinaunguruma toka 2020, toka 2019 ndani ya Israeli. Sasa Netanyahu alivyoingia kwenye ile nafasi haraka haraka akaona kuwa ni lazima nifanye mabadiliko makubwa ya kimahakama kama unakumbuka maandamano makubwa yasiyokuisha ya, ya Israeli no. Kabla ya shambulizi la Oktoba saba yalikuwa ni maandamano makubwa ya Israeli ambayo yalikuwa yanapinga sera ya, ya serikali ya mrengo wa kulia ya kubadilisha mfumo wa uendeshaji wa serikali yani serikali yani, kuwa maanake Israeli ni nchi ambayo haina katiba. Sasa inaendeshwa inaendeshwa inaendeshwa na mifumo na mifumo miwili inaendeshwa na bunge inaendeshwa na mahakama. Sasa mahakama ndio uamuzi wa mwisho wa Israeli. Kwa hiyo walichokuwa wanataka Netanyahu na washirika wao ni kuondoa uwezo wa mahakama kuwa. Yani kitu cha mwisho ambao waweze kuamua ni bunge. Sasa wakiangalia wao wana wingi kwa hiyo, kwa hiyo, wa kutosha bungeni kwa hiyo wangeweza kuzuia lolote. Kwa hiyo kama wangebadilisha mfumo wa serikali wa mahakama hata majaji wangeteua wange wao, kwa hiyo Netanyahu angejinusuru kwenye zile kesi zake. Sasa, walifanya hivyo na wakafanya mapinduzi. Mahakama ikakata rufaa, wakati kati ya vita ile sheria ikarudishwa, kwa mahakama ina nguvu. Kwa hiyo kesi ambazo zimeibuka hivi karibuni katikati ya vita kesi ambayo inahusu shambulizi la Oktoba saba lilitokea wapi na ilikuwaje. Manake baadhi ya vyombo vya habari vikataja Netanyahu alihusika moja kwa moja kwenye mauaji ambayo yalitajwa kuwa ndege za Israel ziliua Waisraeli. Sasa uchunguzi unatakiwa ufanyike kwenye hilo. Nje ya hilo, kuna kashfa nyingine ambazo zilitokea za uvujaji wa taarifa watu wa wa, wa Netanyahu ambao walikuwa wanazivujisha ambao kesi ilikuwa ikichunguzwa na mkuu wa Mossad Ronen Bar ambaye naye Ronen Bar kafukuzwa kazi. Unaona, aliyekuwa mpinzani wa vita Yoav Gallant aliyefukuzwa kazi Alikuwa mkuu wa majeshi Hers Halevi alikuwa anapingana, akafukuzwa kazi. Sasa hivi serikali nzima imebaki na mpinzani mmoja tu, Miara Baba, yule mwanamke nani, mwanasheria mkuu wa Israeli. Na yeye tayari baraza la mawaziri la Israel limepiga kura kuwa linataka kumfuta kazi. Kwa hiyo kila upinzani ambao unakuja kwa ajili ya Netanyahu anauweka, sasa kuifanya vita kuwa ili tuendelee ni vizuri kabisa na juzi amepata confidence Netanyahu kwa sababu bunge la Israeli lilienda kupiga kura ya kuwa na imani, yes, wana imani naye na akashinda kwa asilimia sitini na moja ya wabunge sitini na moja waliopiga kura dhidi ya wabunge 53 ambao walipiga kura, kwa hiyo akanusurika. Kwa hiyo hivi sasa bunge la Israeli haliwezi tena kuitisha mswada wa kumtoa Netanyahu mpaka miezi sita ipite. Kwa hiyo hili limempa kama nguvu fulani ya kuendeleza kuitimiza yale anayoyataka. Kwa kuhitimisha, Ibrahim, nini unafikiri kinachokuja kutokea kati ya Iran na Israel, lakini pia kuingilia kati kwa Marekani. Unaona Iran akipata watu wengine wa kumuunga mkono katika hili? Unaona jumuiya za kimataifa zikiingilia kati kuzuia mgogoro usiwe mkubwa zaidi? Unaona nini? Kwa uchache kabisa, Iran yuko peke yake kwenye hili. Kwanza isiaminike, kuwa kuna watu wengi wanazungumza, labda kuna Uchina, kuna Urusi, no, Iran yuko peke yake kwenye hili. Unapozungumza swala la Israeli, hao wengine wote wako upande wa pili hawako upande wa Irani. Hata urusi ni, ni, ni, ni myahudi zaidi kuliko Mwirani, kwa hiyo hili usilitegemee sana kuingia. Sasa Irani hili anasimama peke yake, na hiyo jana ameonyesha kuwa atasimama peke yake. Ee, naiona kuwa wanaweza wakafikia mazungumzo, lakini mazungumzo ambayo ima mmoja aamue kutupa taulo yoyote kati yao atupe taulo.